Habari yako mzazi na mlezi. Je, unatamani kusafiri, lakini umesongwa na mambo mengi na haujui faida za kusafiri? Leo nitakuletea faida kumi zinazokufanya uweze kusafiri wewe kama mzazi kwa ajili ya kupumzika na kubadilisha mazingira yako. Ninaitwa Muhere Madam. Kama hauja subscribe kwenye chaneli hii karibu, uweze kusubscribe na tuendelee. Umuhimu wa kwanza wa safari ya mapumziko ni kupunguza msongo wa mawazo. Mapumziko husaidia kupunguza stress ya kila siku ya kazi na malezi. Kama tunavyoona hapa kwenye video, watu wamesafiri, wanapata muda wa kupumzika, wanapata muda wa kuogelea wanapata muda wa kuzungumza na wenzao. Kwa hiyo furaha hii inaonyesha kabisa kwamba watu wanakuwa wako mbali na stresi, watu wanakuwa wamejawa furaha, wamepumzika. Mambo ambayo wameyaacha kule nyuma, ya kuwaza tena ya kuwa na stresi, zinakuwa mbali nao. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mzazi na mlezi kupata muda wa kupumzika ili uweze kupunguza stresi za kila siku za kazi na malezi. Faida nyingine ya pili ni kuimarisha mahusiano na watu wengine. Unapopata muda wa kusafiri, unaimarisha mahusiano na watu wengine kwa sababu unakutana na watu tofauti tofauti ambao ulikuwa haujuani nao. Kwa hiyo hiyo inakusaidia pia kupata marafiki wapya na kujenga mahusiano mazuri. Ni muhimu sana kupata safari na kutembea kwenda sehemu nyingine ambapo unaweza ukabadilishana mawazo na watu wengine na ukapata marafiki wapya. Faida nyingine ni kupata muda wa kujitathmini. Unaweza ukawa wewe labda ni mwanamichezo na unaona kwamba unaweza kucheza vizuri sana, lakini kumbe kuna watu wengine ambao wanacheza vizuri, ambao unaweza ukajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo unapata muda mzuri wa kujitathimini. Mapumziko huwapa wazazi nafasi ya kufikiria na kupanga maisha yao binafsi, maisha ambayo ni ya kimichezo, maisha ambayo ni ya kawaida, maisha ambayo ni ya kibiashara. Lakini unapokuwa umesafiri unapata muda wa kujitathmini . Unaweza ukajiona na kujiangalia kwamba je, hapa nilipo ni sahihi au hapa nilipo sio sahihi, kwa sababu unapata mawazo mapya, unapata muda mpya, unapata marafiki wengi wapya ambao unaweza ukachangamana nao. Ukiangalia kwa mfano, hii safari watu wamepata muda wa kupata marafiki wapya, wameweza kujitathimini, wameweza kucheza vizuri na kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yao ya safari ambayo yamewapeleka. Faida nyingine ni kujifunza mambo mapya. Usafiri hutoa nafasi ya kujifunza kuhusu tamaduni na mazingira tofauti. Hata kama mtu ulikuwa haujui jambo fulani, lakini unaposafiri, unajikuta kwamba una uwezo wa kujua jambo jipya ambalo ulikuwa haulijui. Ulikuwa haujui kuogelea, ulikuwa haujui kucheza kwenye maji, ulikuwa haujui jambo fulani, lakini ukisafiri, unajifunza jambo jipya. Faida nyingine ya safari ni kuongeza ubunifu kwani unakutana na viongozi na watu maarufu. Mazingira ambayo ni mageni huchochea mawazo mazuri na pia yanasaidia kuwa na mtazamo chanya. Kwa sababu unaposafiri unaweza kupata bahati ya kukutana na viongozi, ya kukutana na watu maarufu, ya kukutana na watu waelewa, ambapo mtazamo wako utabadilika na kuwa mtazamo chanya, kwani unaweza kupata mambo mapya ambayo ulikuwa haujui. Mazingira haya yanachochea ku mawazo mapya ya kimalezi au kikazi. Faida nyingine ni kuongeza furaha na motisha. Mapumziko huongeza morali na nguvu mpya za kuendelea na majukumu. Faida nyingine ni kuweka kipaumbele cha afya binafsi. Mtu anapopata mapumziko au muda wa mapumziko hutoa nafasi ya kujali afya ya mwili na akili. Faida nyingine ni kuongeza ukaribu kati ya wazazi na watoto. Safari za familia huimarisha uhusiano na mawasiliano. Faida ya mwisho ni kuwa mfano bora kwa watoto. Wazazi wanapojitunza na kuthamini mapumziko, wanawafundisha watoto umuhimu wa kujipenda na kujali afya yao. Kama umependa video hii, usisite kushare kwa wazazi wengine ili waweze kuona na kupata faida za umuhimu wa kusafiri na kupata muda wa kupumzika. Pia kama hauja subscribe kwenye channel yetu, karibu uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tunapozi upload. Asante sana, tukutane tena kwenye video inayofuata.